Yes mambo vipi mwana sawa, sawa digital niko kuna story ya inayomhusu eh, rais kutokea nchini Marekani nikimaanisha eh, Donald D. Trump bana, mbangambanga zinaendelea kuwa ni nyingi zaidi, lakini hii eh, imekuwa be blessed sana, hasa kwa wananchi wa, eh, wa huko Marekani kwa sababu kuna fungu ambalo limeweza kutoka kuhusiana na maswala mazima ya watoto lakini pia akina mama. Sasa utawala wa Trump ambao pia unaweza kuripotiwa kuwa E, unazingatia kuweza kutekeleza e, kutekeleza motisha ili e, kuhamasisha wanawake kupata watoto zaidi ili kukabiliana na viwango vya chini vya kuzaliwa e, nchini Marekani. Sasa, maafisa e, katika utawala wa Rais Donald Trump wamekuwa wakikutana kwa siri na mwanaharakati au pia na wanaharakati na watetezi wa uzazi ili kuja na mawazo mbalimbali ili kuwa e, ni pamoja, lakini pia kuweza kuweka wazo moja ili liweze kwenda sawa na malipo na tuzo ili kuongeza viwango vya uzazi kwa mujibu wa The New York Times ni moja kati ma, ya majarida makubwa sana kutokea huko nchini Marekani. Sasa kwa mujibu wa chapisho hilo eh, pendekezo moja ambalo linazingatiwa ni kutoa bonus ya mtoto ya dola elfu tano kwa akinamama eh, wa Marekani baada ya kuweza eh, kujifungua. Lakini pia pendekezo jingine linadaiwa kuwa eh, kutoka medali ya kitaifa kwa akinamama nchini Marekani wenye watoto sita au zaidi, mpango wa tuzo ambao eh, umetumika eh, hapo awali na baadhi ya viongozi mashuhuri eh, kutokea hapa duniani. Lakini pia msemaji mkuu wa White House au ikulu ya Marekani Caroline Le Le Le Le Levitt eh, aliweza kusema kwamba taarifa ya Times kuwa Trump eh, anatekeleza kwa fahari sera za kuinua familia eh, za Marekani.